Waswahili husema hakuna kinachoshindikana chini ya jua. sasana naulia fumanizi basi, kama unajua, hii hapa hauijui. E bana, China imeunda jua la kwanza la bandia duniani. Jua hili la bandia linaweza kuangaza nchi yao nzima na kugeuza usiku kuwa mchana. Tayari wameshajaribu mara mbili na limefanya kazi kikamilifu. Jua hili la bandia huchomoza wakati wa machweo na kuzama wakati wa mapambazuko. Kupitia jua hili la bandia, China inaweza kulenga kuboresha nguvu ya kazi, kwani saa za kazi China zilikuwa ni masaa kumi na tatu ila sasa hivi inaweza kufanya kazi mpaka masaa ishirini na nne kutokana na jua hilo la bandia. China huweza kuzalisha takribani ya asilimia 32 za uzalishaji wa viwanda duniani na kwa jua hili la bandia, wanakusudia kuongeza kiwango kikubwa hadi kufikia asilimia sabini. Ebana, kwa upande wa China hawakuishia hapo tu, kama inavyofahamika kwamba moja kati ya vitu ambavyo vinazidi ku trend this time around ni kwamba hata pia show speed ambavyo ziara yake ilienda kuifanya pale nchini China, e bana, kulikuwa kunaonekana kabisa kwamba kunayo maendeleo ambayo ni ya tofauti, hususan kwenye upande mzima wa robo lakini pia hata gari ambalo linaonekana linaweza kutembea juu eh, ya maji. E, bana, kwa kweli kama mda wa burudani una mtazamo gani? Make sure to come drop comment yako hii ni Sawa Sawa online digital. Until next time. Bye bye.